Hujambo, hii ni Arusha One Radio, mimi ni Awadhi Rashidi. Jeshi la majini la Israeli limezuia na kuchukua udhibiti wa meli kadhaa kutoka frotila kimataifa ya Sumud iliyokuwa ikielekea ukanda wa Gaza ikiwa na msaada wa kibinadamu na mamia wanaharakati kutoka kote duniani. Takriban watu 200 wamekamatwa wakiwemo wanaharakati mashuhuri kama Greta Thunberg mwanaharakati wa mazingira kutoka Sweden na wabunge kutoka mataifa mbalimbali. Serikali ya Israel imesema waliokamatwa wako salama na wenye afya nzuri na kwamba taratibu za kuwarejesha Ulaya zinaendelea. Brazil imelani hatua ya Israel ikisema kitendo hicho ni kinyume cha haki na kimeweka maisha ya raia wake 15 hatarini. Pakistani yenyewe kupitia waziri mkuu wake Shehbaz Sharif imesema kitendo cha Israel ni shambulio la kinyama na ameitaka Israel kuachilia mara moja wanaharakati waliokamatwa. Afrika Kusini kupitia mjukuu wa rais wa kwanza mzalendo Nelson Mandela, Mandla Mandela, aliopo kwenye moja ya meli hiyo, ameomba jumuiya ya kimataifa kuingilia kati kuhakikisha frotila za misaada zinaruhusiwa kupita salama kuelekea Gaza. Mashambulizi ya anga na droni ya Israeli yameua Wapalestina 11 asubuhi ya leo pekee, wakiwemo mtoto na wakimbizi katika kambi ya ukanda wa kati wa Gaza. Kwa jumla, tangu Oktoba mwaka 2023 vita vya Israeli dhidi ya Gaza vimesababisha vifo vya watu 166,148 na kujeruhi zaidi ya 168,716 Frotila ya Sumudi ilikuwa na zaidi ya meli 40 zenye msaada na wanaharakati wapatao 500. Hadi sasa Israel imezuia takriban meli 21 kati ya 44. Meli moja Mikeno imeripotiwa kuingia maji eneo la Gaza ingawa haijulikani kama tayari imekamatwa. Waandaji wa frotila hizo na wakosoaji wanasema Israel imevunja sheria za kimataifa za baharini kwani meli nyingi zilishambuliwa zikiwa katika maji ya kimataifa israeli yenyewe inatetea hatua zake kwa kusema kuwa ni sehemu ya usalama wa taifa na kuzuia silaha kuingia katika ukanda wa Gaza. Kwa upande wake wa waziri wa ulinzi wa Israel, Bwana Israel Katz aliandika kwenye mtandao wa X kwamba yeyote atakayebaki Gaza atachukuliwa kama ni gaidi au mfuasi wa magaidi. Mtoto mmoja aliye katika eneo la Annassar magharibi mwa Gaza aliuawa na shambulio la droni la Israel. Watu 9 waliuawa na wengine 13 walijeruhiwa baada ya shambulio la Israel kwenye kambi ya wakimbizi katika ukanda wa Gaza. Wakati mashambulizi makali ya anga ya Israel yameharibu kabisa mji wa Gaza City na kulazimisha makumi ya maelfu ya raia kukimbilia kusini kwenye hatari kubwa, wengi wakishambuliwa njiani. Baadhi ya wakazi wamelazimika kurudi tena kaskazini licha ya hatari kubwa, wakikimbia mashambulizi huko kusini. Serikali ya Gaza imesema jeshi la Israel limefunga barabara Al-Rashidi, moja ya njia kuu zinazotumiwa na raia kusafiri kati ya maeneo ya Gaza. Kamati ya kimataifa Msalaba Mwekundu imesitisha shughuli zake kwa muda kwenye Gaza City kutokana na hatari kubwa, ikijiunga na shirika la madaktari wasio na mipaka ambalo lilisitisha operesheni zake wiki iliyopita. Wakati hayo kijiri, Hamas bado inajadili pendekezo la kusitisha vita lilotolewa na Marekani likiwa na masharti yanaonekana kupendelea zaidi Israel, na haijulikani kama bado Hamas itakubaliana au itakataa pendekezo hilo.